Huzuni, simanzi na majonzi vikitawala viwanja vya Chinangali Park Dodoma, ambapo ndugu jamaa na marafiki wa MC Pilipili wakijumuika kwa pamoja kwa ajili ya misa na kuaga mwili wa mpendo wao. Kila mtu aliyepata nafasi ya kuzungumza hakuacha kumnenea vyema. Kifo kinatakiwa kuwa ukumbusho tosha, na ukijua kwamba ipo siku utakufa inakufanya uishi maisha yako ukimwogopa Mungu kuhakikisha una radhi zake, lakini ukihakikisha uwakanyagi vichwani wanadamu wenzako. Wakati mwingine unaposikia tukio kama hili, unatafakari kwa ucheshi aliyokuwa nao, kwa upendo aliyokuwa nao. Hivi ni nani angeweza kudhani kwamba siku moja tungekusanyika mahali hapa kuomboleza kifo cha kiwango ambacho mpendo wetu amepitia. Enzi za uhai wake, marehemu alifanya kazi na taasisi mbalimbali ikiwemo Azam Media, na hapa salamu maalum zinatolewa alikuwa ni rafiki wa Azam TV, kwa sababu wakati ule stand-up comedy inaanza Tanzania kuonyeshwa hasa kwenye runinga, mtu ambaye alikuwa wa kwanza kuweza kusimama katika jukwaa nasi alikuwa ni MC Pilipili Pili, katika programu yetu ya live stand-up comedy ilikuwa inaitwa Wasakatonge. Wakati ule watu walikuwa waelewi na watu walikuwa hawako tayari kwa sababu walikuwa wanaona brand ni Azam, alafu sisi tunakuja kuomba bule bule, watu waje kusimama tufanye kazi. MC Pilipili ya kuliona hilo, kisha safari ya makaburini kustiri mwili MC Pilipili ikawadia. Katika kitabu cha Waraka Hamsini na moja. Angalieni nawaambia siri hii hatutalala sote lakini sote tutabadilika kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na kuharibika nasi tutabadilika MC Pilipili alifikwa na umauti Jumapili Septemba 16 mwaka 2025 huku chanzo cha kifo chake kikitajwa kuwa ni kipigo kutoka kwa watu wasiojulikana. George Mbara, Azam News, Dodoma.